kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na utima kutana katika siku hii ya leo, siku adhimu kabisa, siku ya Jumatatu ya Pasaka, siku ya baraka, siku ambaye tunazindua mradi wetu wa kisima cha maji katika kata yetu Yamase. Mheshimiwa mbeni rasmi, hii ni katika utekelezaji wa azma ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani, kuonesha dhamira ya kweli lakini na kazi inafanyika, utekelezaji wa ndani ya chama cha mapinduzi unakwenda kufanyika katika kila kazi. Lakini mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa kwa anafanya katika jiji letu la Mbeya. Miradi ni mingi katika maeneo mbalimbali, tumeboresha madarasa, tumejenga hospitali, miradi katika jiji la Mbeya inakwenda, lakini yote kwa sababu tunayo connection nzuri kupitia kwako, Mheshimiwa Mbunge. Umekuwa mbunge wa mfano umekuwa mbunge ambaye kila Mtanzania katika jimbo lote la Tanzania ukenda kugombea, mimi naamini unapita kwa asilimia 100. Kila mwananchi katika Tanzania hii anatamani ukawe mbunge wake, lakini hii neema imetusukia sisi wana Mbeya, lazima ni neema hii tuendelee kuitunza. Meneshezake kumshukuru, huwa hajifeli kila jambo ambalo tunadhamiria kwa ajili ya wananchi wake kwa ajili ya Mbeya imekuwa nalisimamia nakwenda kama vile ambavyo natakiwa na neema na baraka Mwenyezi Mungu unaendelea kushuka katika jiji la Mbeya. Mwisho wa Mungu, mimi niendelee kukuombea Mwenyezi Mungu akupe afya njema, akupe busara na hekima, lakini akupe na roho ya upendo ambayo unayo, basi Mwenyezi Mungu ajaze katika moyo wako uendelee kulitumikia jiji la Mbeya kama vile ambavyo wananchi hawa wana hamu kubwa na wewe kila unendapo, kila kukicha, jina lako katika jiji la Mbeya limekuwa jina maarufu, jina ambalo limeutuliza mji wetu wa Mbeya. Mheshimiwa Mbunge, najua ratiba leo zimebana, mengi ya kusema yapo, lakini ndio shukrani za dhati kabisa kwako, koneshen zako ambazo unakuwa unazifanya. Niseme Mwenyezi Mungu atubariki sote, asanteni kwa kunisikiliza.